Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, mama kanisa, katika upendo na huruma yake, kuwa ametangaza mwezi Julai kwa ajili ya kukuza na kudumisha ibada kwa damu azizi ya Kristo Yesu, mto wa rehema, shule ya utakatifu, haki, upendo na msamaha. Damu azizi ya Kristo Yesu ni chemchemi ya upendo na huruma ya Mungu kwa binadamu. Hii ni ibada ambayo imeenezwa kwa namna pekee kabisa na wamisionari wa damu azizi ya Yesu, shirika la masisa waabuduo damu azizi ya Yesu, mashirika ya kitawa pamoja na waamini walei. Fumbo la huruma ya Mungu na upendo wa Kristo Yesu limekuwa ni kivutio kikubwa cha waamini na waanzilishi wa mashirika ya kitawa kama vile Mtakatifu Gaspari Del Bufalo na Mtakatifu Maria De Matias, kiasi kwamba fumbo hili la upendo na huruma ya Mungu limekuwa ni msingi wa maisha na utume wa shirika haya. Damu azizi ya Kristo Yesu ni chemchemi ya uhai na wokovu wa ulimwengu, na kwamba ni alama ya juu kabisa inayoshuhudia upendo na sadaka ya maisha kwa ajili ya wengine. Sadaka hii inajirudia tena na tena katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa Kanisa, kiasi cha Kristo Yesu kuwakirimia waamini mwili na damu yake azizi, damu ya agano jipya na la milele, iliyomwagika kwa ajili ya maondoleo ya dhambi, maisha na uzima wa milele. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anawataka waamini kujitambua kama watu waliotiwa muhuri ili kushiriki katika maisha na utume wa Kristo Yesu, ili waweze kuwa ni mwanga na baraka inayofufua na kupyaisha, mwanga unaoponya na kumweka mtu huru, tayari kujisadaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Waamini wawe tayari kuwashirikisha jirani zao tunu na ukarimu unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ni mtakatifu wa Mungu anayestahili kuonjeshwa upendo wa dhati. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya jubilea ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo wa misionari wa shirika la Damu Azizi ya Yesu, vyama vya kitume pamoja na familia nzima ya Damu Azizi ya Yesu wanaadhimisha jubilea ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo kwa kunogeshwa na kauli mbiu mahujaji wa matumaini katika damu azizi ya Yesu hai na wokovu wa ulimwengu. Maadhimisho haya yameanza kutimua vumbi Jumatatu, tarehe 30 Juni 2025 kwa mkesha wa kimataifa wa sala ulioongozwa na Kardinali Baldasare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, na kilele chake ni tarehe mosi Julai 2025 kwa ibada ya misa ya takatifu ambayo imeongozwa na Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenze wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu mahujaji wa matumaini hamsini na saba kutoka Tanzania, ambamo wamo mapadri saba watawa watano pamoja na idadi kubwa ya waamini walei wanaendelea kushiriki katika maadhimisho haya kama sehemu ya hija maalumu ya damu azizi ya Kristo Yesu. Tuna ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Kardinali Luis Tagle katika mahubiri yake amejikita katika Agano Jipya na la Milele, kielelezo cha uaminifu wa Mungu na ushirika kwa watu wake Israeli. Kristo Yesu anatoa mwili na damu yake azizi kama kielelezo cha hali ya juu cha uaminifu wa binadamu kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba damu azizi ya Kristo Yesu ni chemchemi ya upatanisho wa watu wa Mungu, changamoto na mwaliko kwa watu wa Mungu kutangaza na kushuhudia Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Kardinali Luis Tagle amewashukuru na kuwapongeza wamisionari wa Damu Azizi ya Yesu, watawa wa vyama vya kitume kwa kukuza na kudumisha ibada kwa Damu Azizi ya Yesu, chemchemi ya agano jipya na la milele. Agano ni neno linalotumika katika medani mbalimbali za maisha ya binadamu, lakini jambo la kusikitisha ni kuona kwamba vita, kinzani na mipasuko mbalimbali kiendelea kujitokeza katika ulimwengu mambo leo. Kwa hakika watu wanashindwa kuishi maagano yao. Maadhimisho ya sherehe ya damu azizi ya Yesu ni mwaliko kwa waamini kuwa ni wamisionari wa kweli wa agano jipya na la milele linalofungwa kwa damu azizi ya Kristo. Agano la Kale lilikuwa ni kati ya Mwenyezi Mungu na Israeli, aliyepaswa kuwa mwaminifu kwa neno la Mungu. Kielelezo maalumu cha umuhimu wa agano ambalo watu walitumia damu ya wanyama kufunga agano, kwani damu ni kielelezo cha uhai unaowashirikisha watu wa Mungu hatima ya maisha yao Nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, ni watwaye mtoke chini ya mzigo ya Wamisiri. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuwa mwaminifu kwa neno lake na ushirika wake kwa Israeli, lakini Israeli kwa upande wake alikengeuka na kuliacha gano la Mwenyezi Mungu akamtolea Mungu sadaka ya damu ya wanyama. Kristo Yesu ni mwana kondoo wa Mungu na asili ya agano jipya na la milele, kielelezo cha uaminifu wa Mungu, kwani Kristo Yesu anayamimina maisha yake kama sadaka safi mbele ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kazi ya uumbaji. Damu azizi ya Kristo Yesu ni kielelezo cha maisha, damu inayomwagika kwa ajili ya agano jipya na la milele. Hii ni damu iliyomwagika bila ya kujibakiza hata kidogo. Ndugu msikilizaji wa Redio Vatikani, Kardinali Luis Tagle ana kazi ya kusema, damu azizi ya Kristo Yesu ni chimbuko la jumuiya mpya iliyopatanishwa na Mwenyezi Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Wafuasi wake kutoka katika mataifa na tamaduni na watu mbalimbali wanafungamanishwa kwa pamoja kama familia moja. Agano Jipya linatoa mwelekeo wa kuangalia wengine kwa huruma na upendo, kwa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu kwa njia ya Kristo Yesu anawapenda na Kristo Yesu ni kiungo cha wafuasi wake wanaounda jumuiya ya Kikristo, changamoto na mwaliko kwa waamini kulilinda, kulitunza na kulilisha kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa damu yake azizi, Kristo Yesu amevunjilia mbali nguvu za dhambi na mauti, na hivyo kuwafanya kuwa ni jirani na ndugu wa moja. Kila mtu ana thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na anahitaji kupendwa na wote. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Kadinali Luis Tagle amewataka waamini kusimama kidete kutangaza na kushuhudia Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo unaofumbatwa katika tabia ya watu kupoteza maisha kwa kujinyonga, kwa njia ya vita, balaa, njaa, ujinga na maradhi. Kuna tabia ya ubaguzi na ukosefu wa haki msingi pamoja na udhalilishaji wa utu heshima na haki msingi za binadamu, mambo yanayokwenda kinyume kabisa cha Agano Jipya na la Milele lililotekelezwa na Kristo Yesu. Jumuiya za Kikristo zijitahidi kuwa ni kielelezo cha ukarimu wa kidogo na upendo usiokuwa na mipaka. Sherehe ya Damu Azizi ya Yesu inatoa changamoto ya kujenga na kudumisha umoja na usawa, badala ya kuwainua baadhi ya watu wachache katika jamii na kuwatweza wengine. Kwa watu wanaotamani kupata matumaini, basi Damu Azizi ya Kristo Yesu zimekiuna matamanio yao kwa sababu hii ni damu ya agano jipya kati ya Mungu na binadamu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya sherehe ya damu azizi ya Yesu kwa mwaka 2025 sanjari na jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo kutoka studio za redio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padri Richard D.